Ambayo mnakumbuka mauaji yaliyotokea tarehe kumi mwezi Mei mwaka huu 25 yaliyomhusisha mwalimu wa dini maarufu kama katekista wa Katoliki e, Parokia ya Mtakatifu Theresia wa mtoto Yesu iliyopo Tazara Tunduma ambaye anafahamika kwa majina ya Daimond Mwenda mwenye umri wa miaka 38 aliyefariki tarehe hiyo inayosema tarehe kumi e, mwezi wa tano kwa kushambuliwa na vitu vyenye ncha kali akiwa nyumbani kwake, maeneo mbalimbali ya mwili, baada ya kuviziwa na mtuhumiwa akiwa ndani nyumbani kwake. Katika misako na, opere, na, na, na, na operation ambayo tumeendelea, tumeweza kukamata mtuhumiwa mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Lameck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 Kwa hiyo mtuhumiwa amekamatwa na sababu za awali zinaa kabisa ni wivu wa kimapenzi. Aidha, kwa matukio mengine katika operation hizo ambazo tunaendelea nazo, tumeweza kukamata silaha mbili aina ya pistol <coughs> e, askari wetu akiwa doria mkoani efania kukamata silaha aina mbili pistol moja ikiwa ni aina ya retal g 91 c yenye namba za usajili R1 YGC MOYO1-24-00-425 na kaliba inasema milimita kipenyo chake ni, ni 9 milimita ikiwa na risasi 150 kwenye kasha zake, slaini mpya kabisa, kasha zake tatu, kwa kila kasha ikiwa na risasi 50, ikiwa na rangi nyeusi. Silaha hiyo ilikamatwa eh, mnamo tarehe 21 mwezi huu wa tano mwaka 2025 majira ya saa kumi na moja na nusu jioni kwenye maegesho ya magari eh, maeneo ya majengo Tunduma, ikiwa imetelekezwa na mkoba wake ambao mtauona. Lakini pia kuna silaha nyingine aina ya pisto pia, eh, silaha nyingine aina ya pisto yenye namba CZ ya Browning yenye namba za usajili A 42 8007 na kaliba 6.35 kaliba kipenyo ikiwa na risasi sita yenye rangi eh, ya gold na weusi, ilikamatwa eh, mnamo tarehe 14 mwezi wa tano, majira ya mchana, maeneo saa sita mchana, maeneo ya soko la black kule Tunduma, wilaya ya Momba. Akumbuka basi silaha sila hiyo ambayo tutaiona baadaye iliibiwa katika tukio la uvunjaji lililotokea eh, nyumbani kwa bwana Emmanuel John Fungo ambaye ndiyo mmiliki wa silaha hiyo eh, ambayo ilitokea tarehe tano na tarehe 13 mwezi wa tano 5 mwaka huu, ambayo ni maeneo ya Haloli, kata ya Vwawa, wilaya ya Mbozi. Na katika ukamataji wa silaha hiyo katika eh, soko hilo la la black market kule Tunduma mtuhumiwa alifanikiwa kukimbia na kuitupa silaha hiyo. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na msako mkali kuhakikisha kwamba mtuhumiwa na hata wale waliovunja wanaweza kukamatwa na kufikishwa eh, kwenye vyombo vya sheria kwa hatua zaidi. Nipende kutoa shukurani kwa shukuru wananchi kwa matukio yote mawili kwa jinsi ambavyo wameweza kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa taarifa na hata ukamataji pamoja na kwamba alikimbia lakini wananchi walitusaidia sana, lakini alizidi nguvu na kuweza kukimbia, na mazingira ya Tunduma tunayafahamu wote. Kwa hiyo nitoe shukurani za dhati, na wananchi waendelee kutoa ushirikiano ili makosa kama haya tuende kudhibiti na silaha kama hizi ziweze kuzagaa katika maeneo yetu, anake ni hatari. Aidha nitoe wito kwa wananchi pia, kwa wetu wa Songwe, wacha kujichukulia sheria mikononi, kwani matatizo na migogoro ya kifamilia ama ugoni kama tulivyosema eh, yanaweza kushughulikiwa na vyombo maalum vilivyokasimiwa kushughulikia matatizo kama hayo. Umeishi ugoni ni kosa lipo, utakwenda mahakamani, lipo vyombo hapo, ustawi wa jamii watakusaidia na wanasheria, jinsi ya kutatua matatizo kama hayo, na si vinginevyo kufanya mauaji kwa sababu tu